Hivi, unafikiri una kitu gani ambacho unaweza kuongea mimi nitakuelewa? Hapana, nisikilize Tasha. Mimi Ah, wewe usinishike. Usinishike. Usinishike, usinishike ya michezo utakuja kuniona mimi mbaya. Na kama ni hapo ni kuvunja ndoa yangu, utajua mimi ni nani. Dorine amekata shotumazote uyake. Maisha yana changamoto nyingi, sio kazini tu, hata kwenye mapenzi. Maisha ni somo linalofunza wengi, unaweza ukafaulu, ghafla ukafeli. Maisha yana chenji kwa sababu kitu chochote ukiwa unataka kukichunguza na kukijua kiundani zaidi, kadri unavyozidi kukifahamu, na ndivyo hapo hapo akili yako na moyo wako unavyozidi kuumia. Kwa hiyo kama utaamua kumwacha mkeo, basi muache, na kama unampenda, unataka kuishi naye, endelea kuishi naye, lakini kumchunguza, utazidi kuumia, kwa sababu ukimchunguza bata kamwe hautaweza kuumia. Acha mimi nikuelewa. Yule anachotaka ni thibitisho wa macho tu, ni lazima mjue ukweli, kama mtu wangu anafanya hiyo kazi au hafanyi. Kwao ndugu wangu hiyo, Mungu amsaidie. ni mbinu gani tuweza tukaitumia ili tukamilisha hili jambo? Naomba msaidie kenye kasha Sawa. masiliasingua Sasa kuna huyu mtu ambaye amekujawa ushahidi wote kusana mke wako huyu, ndiye mtu sahihi ambaye sisi tunapaswa kupanga naye deal, tuweke mtego kwa ajili ya kumkamata mke wako ye. yeah. namba yake unayo? Ya yeah, namba yake ninayo. Safi sana sasa, kabla kuenda pale mimi nikuulize jambo moja. Pindi tukifika ile eneo na tukathibitisha kweli mke wako anafanya biashara haramu ya kujiuza, utaweza kuvumilia? Nitaweza. Safi sana. Nimependa ujasiri wako. umesema unaweza kuvumilia, lakini mimi naomba niendelee kukusihi katika hili jambo. Pindi ukifika pale na ukathibitisha kweli mke wako anafanya shughuli, na kuomba uwe na moyo mgumu mfili ya simba, usije ukafanya tukio lolote baya. Tuliza jazba zako, hapo ndo tutajua nini cha kufanya, lakini ukipani tutakuwa tumefeli. Hmm. Oh, no. kuambia yani, ukicheza kidogo inamwaga dola, ukicheza kidogo inamwaga dola. Yaani ufanya kama unaona na mnavyojua mwezenu, basi ndio. hmm. Hey, ni kula yake yani haisimuliki, haisimuliki na kwambia, ungekuwa wewe Stella. ni nini hicho ulichokifanya? Ni nini hicho ulichokifanya katika ndoa yangu tatu. Sinaongea na wewe. Ina maana unisikia au? Relax, hauna haja ya kupanic tena kwa sababu kila kitu kipo hadharani. Mumeo alishajua kila kitu kwamba wewe na sisi tunafanya biashara haramu <laughs> au sio, jamani? <laughs> <Asko? laughs> wow. Utajitetea vipi tena hapa? Mama Junior, si nilikuuliza kuhusiana na hii kazi ya kibuzi na ukasema ufanye. Ah, kiko wapi sasa? Kwa hiyo mke wangu, umeona kunisaliti haitoshi. Umeamua kuja hapa kuvua uto wako, si ndio? Kwa nini unanifanyia hivyo Mama Junior? Kwa nini? Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai. Unakumbuka kule nilikuuliza kwamba utakachokiona huko utaweza kukivumilia, ukanithibitishia kwa kinywa chako kwamba utakachokiona huko unaweza kukiamini, sasa kwa nini unataka kuanzisha ugomvi? Hapana Tasha, Naomba uniache. Huyu mwanamke ni mbuzi sana. Nisikilize kwa makini. Hasira sio muamuzi sahihi hata mara moja cha msingi wewe na mke wako ili swala mnapaswa moja mkamalizane nyumbani kwenu, lakini sio kugombana hapa mbele ya hadhara ya watu kama hivi. O, nisikilize. Hapa ni kwa dada yangu, nimekuja kwa mara ya kwanza leo. Dada si ndio? Ya tatu, Doli, naomba nisaidie jamani. Hivi unafikiri una kitu gani ambacho unaweza kuongea, mimi nitakuelewa? Hapana, nisikilize Tasha. Mimi. Ah, wewe usinishike.

Sina chochote ambacho naweza nikakusikiliza wewe. Msikilize kwa makini kim. Kama mama yangu asinge kuchagua wewe, kama asinge kubali ah, kuna kutetea wewe na dada yako, wote ni wauzaji tukumba kutoka Vigezo gani ambavyo ulivitumia mama kunichagulia yule mwanamke? Yule ni mwanamke shetani habisi la amali. Ulinichagulia ni muoe mimi kwani? Ulikuwa unathamini kila shilingi anakupatia bila ya kujua hiyo pesa anakupatia yeye anaipata kwa njia gani? Sasa kama ulikuwa ufahamu mimi, wacha niweke kila kitu bayana ili ujue kwamba hiyo pesa ulikuwa unaipokea alikuwa anaipata kupitia kazi gani? Nisikilize mama, yule binti kazi yake ni e -e! Kwa hiyo sasa hivi umeamua kunipanda kichwani sio? Yaani unaongea na mimi una shout kama vile unaongea na rafiki yako si ndio? Unajua unaongea na mama yako mzazi hapa. Sawa, natambua kwamba wewe ni mama yangu, lakini ile jambo linaumiza, linaumiza mama. Sasa subiri, ni nikwambie mwanangu, mimi ndo mtu wa kwanza kugundua yule binti anafanya kazi gani, ila tu nilikuwa nashindwa ni namna gani nitaweza kukuingia mwanangu, kuweza kukuambia hili swala. Ila nashukuru kwa uwezo wa Mungu, wewe mwenyewe umeweza kugundua, na wewe mwenyewe umekuwa mtu wa kwanza kuja kuniwasilishia hapa, na kujua kwamba wewe umegundua yule binti anahusika na kazi gani. Tasha mwanangu, kwanza naomba unisamehe sana, nimekuumiza mno moyo wako. Na leo hii nimeweza kugundua na kuamini yale maneno ambayo watu waga wanasema, usitamani mafanikio ya mtu hali ya kuwa hujui yale mafanikio yalipatikana kwa njia ya zipi na leo ndo nimegundua kwamba upendo wa kweli unatoka kwenye moyo na sio kitu. Zawadi ndo mwanamke pekee ambaye anakufaa wewe kuwa mke wako. Zawadi ana upendo kutoka moyoni, hana kitu, hana mali, hana pesa, lakini ana upendo wa dhati kwenye moyo wake juu yako. Yaani leo hii ndo nimejua kwamba ni heri kuthamini utu kuliko kitu. Mimi Mama Tasha nimekubeba kwenye tumbo langu miezi tisa na nikakuzaa mwanangu kwa uchungu. Niko radhi wewe na Zawadi mfunge ndoa. Zawadi ndio mama wa wajukuu zangu hata nikifa kesho. <laughs> Niseme asante sana mama lakini pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuongoza kulitambua hili kwamba zawadi ni mwanamke bora. Kwa upande wangu mama, haina kificho, zawadi ndio mwanamke nimpendaye kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu. asante sana mama. Mwanangu kwanza, naomba unisamehe sana. Yaani nikuumiza sana moyo wako mwanangu. <laughs> Hapana mama, mkubwa akosee. Mimi ndio nisamehe, mtoto wako, na nikuahidi tu nitamuoa zawadi <laughs> Sitakuangusha mama yangu, nakupenda sana. Nakupenda zaidi mwanangu. <laughs> Niambie, shida ni nini alafu nikao na mawazo. Asante sana, nimethibitisha kuwa yale yote alioniambia ni ya ukweli. Huwezi amini, nimemshuhudia mke wangu kwa macho yangu mawili. Ye dangulo kweli, nimeamini Dori ni kahaba. Lakini mbona dunia ina huruma eti Kendi? nimekosea wapi mimi? Maana mke wangu nampa kila na kitu hajai kukosa chochote kutoka kwangu. Leo hii, kwa nini niende kujidhalilisha kwenye dangulo? Kwa nini aende kuifedhesha familia yangu pale bale ya, yenapa navyokwambia, sijui hata nifanye nini, sijui hata sura yangu taiweka wapi, sijui hata nifanye nini. Kai hivi, unajua kuna jambo kubwa sana, yani hata nikikwambia sasa hivi hapa unaweza ukafa kabisa. Ni jambo gani hilo ambalo bado hujaniambia? Hebu niambie, mi nipo tayari kupokea chochote kutoka kwako. Nipo tayari kusikia lolote kutoka kwako. Hebu niambie. Abikukwambia je, una moyo sio? Unakwambia hapa unanifia. Mi sitaki bwana kendi, moyo ninao Hivi kwa hapa nilipofikia, kweli kitu gani utaniambia ambacho kitanivuruga zaidi ya hichi kilichotokea hapa. Nimemfumania mke wangu kwenye dangulo anajiuza. Ni taarifa gani nyingine mpya utaniambia itakayonichanganya? Nami niambie. Kuna jambo gani tena? Yule Juni, unamwona ni mtoto wako. Yule sio mwanao. Yaani sio mtoto wako wewe wala huyo Dorin. Ni mama tu aliamua kuwachezea mchezo. Baada ya kung'ang'ania sana, unahitaji mtoto. Basi wakaamua kukubambika, na ulipokuwa zumbu kuku ukaingia kwenye 18 saa. Wewe kendi, unaongea nini wewe? Unasemaje kwa Junior sio mwanangu? Wakati mtoto wangu anazaliwa namuona, nimemlea mpaka hapa alipofikia. Afro huyu unaniambia sio mtoto wangu? Wewe kuwa makini, omba neno unazungumza. Yaani sasa mimi ni yaani nizushe kutoka yaani kutaka nini labda eh? Mimi nakwambia vitu vya ukweli hapa. Uamini usiamini utajijua wewe mwenyewe. Lakini yule Junior sio mtoto wako. Labda tu nikwambie ah, kai. Yule ni mtoto wa mfanyakazi wetu wa zamani alikuwa anaitwa Anifa. Sijui mama mwenyewe alimlagai vipi yule Anifa mpaka kumpa doli ni mtoto. Mimi sijui. Lakini yule Junior sio mtoto wako.

datu cha kukwambia wewe, Kai, naomba uwe na mimi na mimi ndo mwanamke pekee nitakaye kuzalia, na sio eda danguo wako changudoro wako. Yeah. Nakubali mama, bora kwako Ngozani mama, nakusihi sana mwanangu, ni mama mbaya sana kwako, ni mama, nisamehe mwanangu, nisamehe sana mwanangu. Nakuahidi kuwa mama mwema kwako, nisikupeli, ninakupenda dali kama unaona umemzaa wewe sindio? peleka salamu kwa yule kwa yule wangu muhimu. Sasa unafikiri babu mdogo akijua itakuwaje? <laughs> na je tu akijua kama nataka kutoa mimba yake? Wewe ni kama ndio itanitesa zaidi. Hivi ni mara ngapi nisha kukataza maswala yako ya kuimba hii mbali? Hivi bibi, kwani kuna shida gani? Mimi katika hili siwezi kukubali yani,

Ewe njiwa, ewe njiwa, peleka salamu kwa yule, kwa yule wangu muhimu. Hicho ndo ninachokitaka mimi. Siwezi kufanya hivyo maua. Yaani, utasikia mdogo wako nimepiga. Tukio la ajabu kweli! Wewe unataka upendo, unataka mapenzi, Shazima. Yani, yani mimi yule ni mke wangu yani, kwa sababu hapa mimi nilikuwa napita tu hapa na mpenzi wangu Tola. Mbona mimi nilipanga nikuambie hata hayo maneno ulikoyasikia, nilikuwa nazungumza katika hali ya story tu, na sikutegemea kama angesambaa kiasi hicho.

Mama ndiyo nguzo yangu, baba anataka kunikata miguu. Mm, oh nianguke chini wasiniokote. Nitamwambia.